Eh, hey. Hey, eh nyomba bali daspoi safi, vipi? Bora mapema sana. Naelewa uko tayari ume, ume nikatikia. <laughs> hata mimi huko na nikatikia. Ah, sio hivyo. Ah, yani umeme umeisha. Kuna namba moja hivi nakutumia hapo, ya mdada anataka kufanya kazi na sisi. ah, ya we, Halo, habari za asubuhi madam. Nzuri. naitwa Jumatano kutokea Sugar Studio. Nivitoa namba zako na ko Madevu siui wasiliana oh. Ndio, niliongea na Madevu tuejadiliana kuhusu kurekodi matangazo ya biashara yangu, okay, na akaniambia ataniunganisha na wewe. ni biashara gani? Nafikiri, um, ungekuja kabisa ofisini ili tuweze kudiskusi biashara, sawa ofisi zangu ziko Sinza afrika sana afika sana okay. Bai saa ngapi naweza um, nikafika hapa? Niwe uniambia unaweza kufika kwa muda gani? Ah, around saa sita au saba. Sita au saba naweza nikawa nimeshafika hapa. Basi nitakusubiri karibu. Haya, ah, asante.

Zari, karibu. Asante sana. I hope sijachelewa, yeah. ah, kizungu zaidi. Sawa sawa, yeah, mimi kuchelewa sio mambo ah, ya. Karibu hapa, ndo ofisini kwetu. Okay. Mm -hmm. Na tunajishughulisha na miradi tofauti tofauti, lakini kwa sasa tuna mradi upo Kigamboni Mwasonga. Okay. Wa real estate. Mm -hmm. Na huu mradi um, tunataka kuposhi zaidi. Na ndio maana nimekuita hapa tuongee. Awesome. Um, unajua <sighs> hili lipo kwangu zaidi kwa sababu lipo kwenye department yangu. Kwa hiyo linanihusu mimi zaidi. Naistosha mimi ni head of marketing. Mm -hmm. Um, kwa hiyo kama una swali lolote karibu. Okay. So, kwa mm -hmm. maelezo ambayo umenipa mm huo -hmm. mradi wenu unahitaji vitu vingi, matangazo ya radio au video video mm -hmm, e, sababu unajua sasa hivi watu wengi sana wasikiliza radio, lakini pia ilikuwa karibu nao, unatumia matangazo ya video, lakini paangalia pia, je bajeti yenu nie, tunafanyaje? Ah, sana kufanya ni wewe kinipa mzigo inaweka tu cheleweshi <laughs> mm. Bwana Jumatano, ndo mimi nimekupenda, bora yani mm. Nakuhakikishia, ukinihakikishia ndio utafurahi, ah. So, kukuhakikishia mimi nakwambiaje, namfahamu vizuri. Sina pambwa kusubiria, sijui baadaye. mm. Sina hiyo, tunamalize jambo likiwa na moto kabisa. Basi tulia, ndio yani nitakupa kazi kazi mpaka ushindwe mwenyewe Sasa wenye kushindwa hapo, mm -hmm. Sidhani nitashindwa, mi sijawahi kushinda kwa maana mpaka na nini nimekuja. Sawa, sasa cha kufanya uniruhusu niende nikakuandalie skopu, nikuchorea hiyo bajeti yako nikutumie, tumalize hii shughuli. Okay, nadhani baadaye tutaonana. Yeah, wewe nenda, kaenda hiyo skopu pamoja na bajeti nzima, baadaye nitakupigia kukupa location. Sawa? Ni wewe tu nitakamilisha, alafu nitawasiliana ulipe location. Sawa. Haya, madam basi mimi nitoke. Karibu. Wewe, na wakati mwema, kama kuna chochote tutawasiliana. Yeah, yeah, yeah. No, <laughs> Hey. Ni vipi? Ulize wewe, vipi umekaa gizani hapo, mshindwa kuweka hata umeme? <laughs> Mimi tena, wewe si nimekubadili wewe. Yaani ukimpa mtu deal unashindwa kufanya vitu vingine sababu umempa mtu deal. Weka umeme tunakaje gizani hivi sasa? Kwanza natakiwa unishukuru sana. Maana mimi nisingeenda kule club usingepata hilo deal na mimi sina hata shilingi mbovu. Eh. Hey. Baya ubwela kufa kwa nyani miti yote utendeza, lakini sio mbaya, sikiliza mjumbe. Nimeenda kule nikaonana na yule madam. Yule madam lazima tumshikilie, ni mtu atatutoa mm kwenye hii mambo. Kweli ananiambia nirudi ofisini nichore scope of work, nimchoree bajeti yake, nikimaliza tu anamtumia location, tunamaliza hii biashara. Eh, location ten? Eh, nashtuka nini, ndio? Sio, unajua wale ni watu watenipa. Kwanza sasa, tukidiscuss ofisini, mambo hayataenda. Kweli Mungu mkubwa. Mm. Sasa eh, yeah. Cha kufanya hapo, ishu tuifanye haraka haraka, ili mradi tuwe tukapichi pale. Unanitanguliza tu mimi nimalize mchezo. Namalizaje nafikaje huko? Mimi sina hata mia, nafikaje huko? Akituma hiyo location naendaje? Wewe unatakiwa kufanyika hapa, niangalie namna gani mimi nitatoka hapa, niende kwenye hiyo location akishatuma. Kwa hiyo mimi nachora hiyo scope kweki, nachora na hiyo budget, wewe pambana sasa. Okay, nimepata wazo. Mhm. Mm -hmm. Eh, mwacha nimchekeche zimbwe kama ile gari yake ile ya yake itakuwa na mawese. Tujue tunafanyaje. <laughs> Wese, IST ya Zimbwe, si ndio? Zimbwe na vitu vingi zaidi ya hiyo Wese. Alafu mjomba anakuangalia hapa na huyu Zimbwe. Iko siku atakutia bondi huyu. Haya. Wewe unasemaje? Bibi ataniweka nini? ata- Atani, atanitia? Sikia nikwambie. Mm. Hapo sasa hivi naongea kama mzazi. Tena usiniletee huo ujeuri ujeuri wako. Sio unanielewa? Unaelewa. Hem, tengeneza vizuri iko kiswali chako. Kwa, kwa nini usiseme ataniweka? Basi, mjomba, wewe naona umeshazoea kuwekwa. Haya, atakuweka bondi kwa makini makiniami nah. naona pashanishinda. Mimi naomba niondoke maana kitakachokuja kufuata nitakuja kumkasilisha dada yangu kabisa. Aa, eza umetuma picha. Ah, nini sasa moja ndo nini, view once, halafu umeipiga picha ashakuwa shughuli. yeah. <coughs> Sasa lakini si umeelewa nilichosema? yeah, yeah. Anapiga simu, pokea. okay, kashaingia kwenye mfumo wao. Baba halo, madam. Helo Jumatano, nimekutumia location, umeiona?

Labda labda atakosea. Anakoseaje? picha mtuma, anakoseaje? aambia nini? simu zina mambo mengi hizi. Wewe mpokelee kwanza. Eh, hey, halo hey, Jumatano nimekutumia location na kitu umeona? Hey, nimeiona ndo niko najiandaa babe. Babe. Changamka basi halafu mbona kama umepoa ndiyo hmm? Mwanamke wangu, njoo tuongee biashara, halafu tukimaliza nataka ule, ndo tukale lunch. So, baby boy. na kipengele kidogo gari <laughs> <laughs> e, ilikuwa imezingua, alafu pia simu banking yangu imeleta ime, ime changamoto kidogo, kwa hiyo sina mtonyo hapa, labda kama uta, utaniwezesha kidogo niweze kufika hapo, uta enjoy eh. Pole, <sighs> okay. Um, simu yako sinampokea pesa ndio? Sawa, nakutumia sasa hivi pesa ya na nauli Naomba uje urequesti uje fast na kusubiria usijali, hela yako haiwezi kupotea, yani nitaifidia kabisa, hela za watu hapa t mambo si ndo kama haya was unaona hapo. Fanya hivyo sasa. <laughs> Namba unayoipigia inatumika kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Haipatikani? Haiwezekani! Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.